Angalia aya hiya hapa, ma yahsha llah min ibadihi lulama, hakika wanaomcha mwenyezi mungu au wanaomwogopa Mungu ni miongoni mwa waja wake maulamaa. Kwa nini Allah subhanahu wataala ametumia yakhsha ikimaanisha kuogopa na hajatumia iliyozoeleka kama yahafu ambayo pia inamaanisha kuogopa? Kuna aina za hofu, aina mbili. Huenda ukawa unaogopa simba hiyo hofu inatumika yakhauf, kuogopa kitu chochote. Lakini kuogopa inayotumika yakhsha, hii ni hofu pekee wanayokuwa nayo watu wenye elimu. That's why Allah akasema, innama yakhsha llaha min ibadihi alulama, hakika wanaomwogopa Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa waja wake maulama, ikimaanisha namna unavyozidi kusoma ndo namna hofu hii inaongezeka. Kiufupi, ni siyo kila mwenye yakhauf ana yakhsha lakini mwenye yakhsha anayo yakhaf. Tukutane zaidi insha Allah Desemba hii katika kozi yetu ya tafsiri ya Qur'an pamoja na mazingatio kwa kila neno. Nitumie SMS WhatsApp inayosomeka Qur'an project mwezi wa 12 kupitia namba hii hapa, na mimi nitakuwa nakusubiri wewe darasani.